Sasa mabasha zako unaapa vibali, wanaenda baa na mtoto wangu hivi? Wewe iko na wale walezi, wewe usiniambie kitu. Wewe unaniambia nini? Wewe basi baby, toka pana jipua lako lirefu kwa sasa. Nakuchukia kama navyomchukia baba yako aloniharibia msichana wangu. Mama. Wewe tena. Kwani sio chakunywa chai? He? Mbona unapenda kujisonanisha sonanisha kama mtoto wa maremu jukwa kaburi? Hebu ongea haraka haraka sije kaunguze vitafunwa vyangu. Wateja wangu wananingoja. Sema. Mama, nilikuwa na Ulikuwa unataka kusema nini? Sio, ongea haraka haraka wae shule wewe. Hebu fanya haraka wae shule. Usiletee habari zako za nitakuwa nataka kusema nilikuwa nataka kusema nilikuwa nataka kusema. Ngoja nini? Toka hapa na jipua lako lirefu kwanza, nakuchukia kama navomchukia baba yako, li aribiachana wangu. Ungekuta hapa nangaika kupata masamsampa sona habari na chapati saa hizi. Haya, ondoka, nenda shule. Hebu changanya hizo mbaranga zako tena uende, fanya haraka. Toto wengine kama nuksi tu katika hii dunia.

Wewe nimekukojoza nimekuzalisha, inapokuja swala la malezi ya mtoto ndio maana nikakupokonya mtoto nikaa niko naye mimi. So mtoto wangu anapokuja anaomba nafasi ya kukaa na mama yake, isiwe sehemu ya kulelea mtoto wangu vibaya. Wewe balaya, hebu kwanza, hebu kwanza njo kwa pointi. Umefuata nini na nani kakuambia? Mimi niko hapa, mambo kwako hapa huyo mwenye nyumba, mimi naweza kufanya chochote mahali yoyote na simwogopi mtu yoyote. Inapokuja swala mtoto wangu, unampaje? Una mtoto wangu basha yako, basha yako anaenda na mtoto wangu. Ba, mimi katika maisha yangu sijawahi hata nukta, hata nukta kumwonyeshea mtoto wangu chochote, sawa? Umemwonyesha mabasha zako, sawa? Sasa mabasha zako na hapa vibali wanaenda ba ambani, wa na mtoto wangu hivyo haipo, na hao ni walezi. Wewe unaniambia nini? Wewe unaongea bila mpaka. Piga, nimekugusa hapo? Nitakupiga, nitakupiga. Usemaje? Nitakupiga na kuja swala mtoto wangu na kubomoa. Usikia, mimi nasema akili, kile kinachofanya wewe una akili hapa. Unaelewa? Nasa nikafanya chochote, tenda kukunyuga vizuri sana, ninapokuja swala la mtoto wangu vaya. Vaya. Kwenye maisha nakosea vitu vingi sana lakini sitaki nikosee kwenye swala la malezi ya mtoto wangu. Sio, unanielewa? Sasa maana wako Usitaki kumfundisha mtoto wangu malaya nyie. Ndio wanawake ambao kwenye jamii mnatuzalishia watu ambao negativity wasioeleweka to people. Nyie ndio mnazalisha mashoga wasagaji, kwa sababu ya kukosea kwenu tu. Kolea mama, nisikilize tena kwa makini, mtoto wangu akija hapa nitembwa. Eh na kwamba hivi nikimruhusu tena mtoto wangu aje wewe ukae naye niite mbwa malaya mkubwa, sijui kama wewe usahau wewe, siku hizi tukao na sagana na yeye, mbwa yeye, siku mlembe, ndio kifala fala tu, unampa mtu tu fala fala tu, mtu anakaa naye ba kifala fala tu, alafu barida tu unachukulia poa akimbaka eh, akimbaka mtoto wangu mimi, Fanywa. Fanywa tena fanywa, vizuri sana, fanywa tena fanywa, sio kama sifanye, mimi nafanya, lakini ever in my life kuonyesha hichi kitu mbele ya mtoto wangu. Sikataa kufanywa, si unakula vai wewe? Si unakula, si unakula tena unakula vitu vya vitamini, si unakula vitu vya vitamini wewe? Si unawashwa? Endelea kuwashwa, fanywa, lakini usimwonyeshe mtoto wangu mzee. Usiletea hizo pigo nanakwambia, well, hivi. Leo naliombaka landani lukamo nkwabi nimeongea leo ukimwona ule mtoto utamwona kama kituo cha polisi. Awezi kuja tena mtoto, usiletea maisha, unasikia eh. mikakuzanalikosea tu malaya mkubwa eh. Nauma, usilete kwa mambo ya mtoto wangu, no. Ha kuwa mtihani mkubwa sana. Nakumbuka mara ya mwisho nilimwambia yule mwanamke, nikimleta mtoto wangu aniite mboa. Nikimpeleka mtoto atanionaje? Sasa hata hmm? Nchukuliaje? Taonekana kama kiumbe dhaifu, si ndio? ji wawesia kiumbe dhaifu Fanya kwa ajili ya furaha ya mtoto wako. Yes. Tafanya tu kwa sababu ya amani ya mtoto wako. Halo, habari yako? Uongea, mimi nakusikia. Uh, nikupigia kwa sababu mtoto wako anasema amekumisi na anatamani wikendi hii aje kwako, hivyo basi nikupigia ili niweze kujua ratiba zako. <laughs> Yeah. Nitakuwa free lakini nilikuwa naomba kabla hujamleta mwandalie bajeti yake. Come on Violet. Hivi utakuwa lini eh? Just weekend. Just two day, three days kukaa na mtoto wako unahitaji bajeti. Can't you feel the love ya mama na mtoto bwana? Eh, mi sitaki kuongea sana, nimekwambia, kama unahitaji kumleta mpe bajeti yake ya kutosha. Mbona hao wanawake zako na wahonga na mimi sisemi hmm? Sasa naona hicho kinachokupa jeuri sivyo? Vimali vya urisi sivyo? Sasa ngoja viishe, alafu mimi nipo hapa na kusubiri utaniita mbwa. Yaani unafanya tu vitu unavyovijua wewe, lakini mimi sisemi eh, umalaya tu ndo unaujua, lakini nikiomba bajeti ya mtoto utaki, unanichukuliaje eh? Mimi mm -hmm. kwamba nakutusi? Mimi sikutusi, mimi nakwambia ukweli kwa sababu wewe unaendekeza umalaya kuliko unavyojua. Yani wewe mwanaume ni malaya kuliko, yani sioni hata nakukufananisha na nani, afu unasema nakutusi. Nakutusi? nakwambia ukweli. Yani wewe ukweli uko dhahiri kabisa. Na ngoja watakapokuwa na ukimwi ndo utaelewa. Kama wanakupenda si wangekuzalia, hmm? mimi huyo mimi huyo na malaya zangu. Hebu tuachiane na yote haya. Sikiliza, sikiliza, hayo yote kutoka wapi? haoyote anatoka wapi? Nimekupigia kwa ajili ya wewe kujua ratiba zako, niambie ratiba yako kama utakuwa uko free. Ah, la. Okay, okay, okay, okay, okay, fine, fine, fine, fine. Nitamwandalia hiyo budget lakini, ukiwa kama mama, just two days na mtoto, ili asikie haisi upendo wa mama. Unahitaji budget kweli? Sio kama sishindwi, naweza, lakini sometimes, Sio vitu vya kuvipa kipaumbele just two days jamani. Hicho ndo umeongea cha muhimu, mtoto aje na bajeti yake iliyokamilika, na ukimpa bajeti ndogo, mimi nawe tunagombana. Yani sioni ajabu kutia gurangu hapo kwako, nikakuletea timbwili, sunanijua vizuri. Anyway, poa, nilikuwa nataka kujua tu hiyo ratiba yako, e vingine vyote havinihusu la kuja jana usiku sijua kina naniwa wawili tu mundani, sijui. Na leo tena utaninyima utamu yani, ukisubutu kufanya kitu chochote kile kwenye mwili wangu na kuwaidi, ninakuja kumwambia kaka. <laughs> kaka angu ushasema, kaka angu Awezi akanifanye kitu chochote kile, kumbuka mi ni mdogo wake, afu we ni mfanya kazi tu mndani, nini babu? Kwa hiyo kama ni kaka yako ndo unataka kufanya chochote kile ambacho unajisikia, sikiliza nikuambie, wewe usitake nikajutie ni kwa nini nimekuja kufanya kazi katika hii nyumba, sijui unanielewa. <laughs> Alafu hayo ni mambo madogo sana, umeelewa? Mimi na hisia na wewe mimi na wewe tunaendana, binti au mambo madogo, au mpaka nitumie nguvu eh? Tuya basi baby.